Msosi ya kwetu ni kipindi ambao ina lengo ya kujulisha watu namna gani mapishi inafanyika ya hapa na pale, mapishi ya iki na kile. Msosi wa mm, kwetu, ndani ya kipindi hiki tutajua gisi ya kupiga msosi ya bien, namna gani kuchanga viungo ama maepisi. Tutajua pia namna gani chakula za mila zetu zinapigwa. Karibu mtazamaji na msikilizaji wa mitabenzi ya kitamaduni Uwezo FM kwa kupokea namba nipia ya kipindi msosi wa kwetu. Msosi wa kwetu ni kipindi ambacho tunakujia na uwezo Afrika Initiative kupitia mitabenzi ya uwezo FM, na kujia kupitia masafa mia na moja nukta tano na pia kuna njia za mtandao kwenye YouTube. Tunakuwa tunakuwa kuna channel uwezo media. Utangazaji si mimi peke yangu, Giselle Bashwira, tunakuwa pamoja na yeye Marie Therese Shito. Marie Therese, hamjambo na karibu ti msosi wa kwetu. Hamjambo Zizel, hamjambo wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Uwezo FM kama tumetoka kuwatangazia msosi wa kwetu, kipindi ambacho kinakuwa kikufundisha mapishi mbalimbali mbali, ambayo inakuwa ikiendeka hapa kwetu Mwafrika na mjini Bukavu ambako kipindi hiki kinakuwa kikitolewa na kwa siku ya leo Marie Therese, tumekuwa tukiwaandalia wasikilizaji reseti ya mpya mapishi mapya. Ni vitu gani ambavyo tutakia tukiwaonyesha kwa siku ya leo? mm -hmm. Kwa siku ya leo tunakuwa tukiandaa mapishi mpya antuka hatu ya amuyaisikiaka au <laughs> mshaka amu isikia na amuyaonaka gisi banaipiga. Na kwa siku ya leo ni mapishi ya sombe, haiko sombe ya kawaida, ni sombe yenye takuwa mu e, nyanya deja mwanza. Imagine tu sombe ilikuwa mu nyanya, na pembeni tutakuwa tu tukisindikiza e, na samaki, samaki yenye tutachoma samaki ya kuchomea. Nina matumaini ya kwamba kwa siku ya leo mutafaidika mengi. Donc kila mtu kwenye iko, ajikaza kamate ile papier na ile kae yenye tunaandikia kamo, hmm. juu siku ya leo antuka amutakuwa desus hmm. Shukrani Bi Teres Chito, tayari tunaweza kumpokea mwaliko wetu wa siku ya leo. Mwaliko wa siku ya leo anakuwa ni Madam Natasha Baligamire juyu atakuwa mpishi wetu wa siku ya leo. Atatuonyesha namna gani mapishi ya sombe yenye kuwa ndani nyanya na viungo mbalimbali ambavyo ameandaa ambavyo mtavigundua baadaye inakuwa ikiendesha pia atatuonyesha namna gani samaki inakuwa ikiandaliwa ajili ya kuchomewa. Bi Natasha, hamjambo na karibu kwa siku ya leo ni mapishi gani ambayo unakuwa ukiandalia wasikilizaji na, na watazamaji wa Uwezo wa FM kwa siku ya leo? Tutapiga sombe, jifunza namna gani ya kupiga sombe yenye iko ndani nyanya na mfupa. Tutajifunza pia namna gani ya kuchoma samaki, sababu watu wengi hukukoti mkavu wanakuwa wanakua kujiuliza namna gani ya kuchoma samaki, na kila mtu ana namna yake ya kuchoma ama namna yake ya kupiga ya kupiga sombe na kwa leo, kwa wale ambao hawafahamu namna gani ya kuchoma samaki ama namna gani ya kupiga sombe ambayo na ndani nyanya ama aubergine na mfupa, tutawafunza namna gani ya kupiga kama vile mnakuwa mkiona, tunakuwa tukiandaa ama, ama viungo ya kutia ndani ya sombe. Kwanza tutaanza na sombe, pia tutakia kumalizia na kuchoma samaki. Hii tunakuwa tukitengeneza hapa ni niwa ama vitunguu kama vile wengine wanaita, tunakuwa tukitengeneza poaro uh, kisha poaro, tukuwa na seleri yenye nao, tunakuwa tuko na ondoa uchafu, kisha tutasukula apres seleri. Tutakuwa na bezo ya poivro yenye nao tunatengeneza kwanza kidogo mbele, tusukule tu poivro hii na ni ita mahepise itatusaidia kupiga sombe. Kisha poivro tuko deja na nyanya hapa. Nyanya hii kuvale venye avajue nyanya tutahepishe tuta nyanya tutazimenya. Kisha kumenya tunakia kutia musombe hapa deja, tuko namenya nyanya enye tutatia msombe unakuwa ukitengeneza maepis zenye utatia msombe, na tunaona unakuwa ukikata ma machongo ya vitunguu. Unaweza kutuambia juu ya nini au, au vitie hivyo itwani nino? Vikata chongo ni mizizi. Mizizi huwa hatuitumikishe kwa kupigisha chakula kwetu, sababu ina uchafu na ilikuwa ndani ya udongo na wakati ya kupiga inabidi kukata kuondoa hiyo uchafu na mtu anasukua, sababu ukipiga hivyo na uchafu utakuwa unaharibisha chakula na utapiga chakula ambayo inajaa uchafu. Lakini kama vile eh, wataalamu wa afya pia wanatu, wanatushauri wanatuambia kwamba wakati eh, mtu anapiga chakula inabidi kusafisha kitu yote ambayo utakayotumia ili uwe na chakula ambayo iko vizuri na ndo maana uliona, uh, niko na ondoa uchafu hiyo mizizi kabla ya kuweka kwenye maji ili tusukune uh, mbele tukate na tuweke ndani ya chungu mm -hmm. Na kwa kusukula vitungu um, eske ile uchafu. Kwa hivyo atuna ile kinsira ya kupiga na hiyo mizizi, sababu si tunakamata kama mizizi, ni aina iko kama vile mbegu wakutumia hii mbegu anaweza ipanda. Nitampatia tena vitunguu ambavyo anaweza kutumikisha kesho. Na kama vile sisi hatuna hiyo kiltir, awezi panda mbegu, na sizani kama inawezi kuwa na utamu ndani ya chakula ukitumia hii kwa kupiga chakula unatayarisha nyanya, unatayarisha pavo pavo na kadhalika, viungo ambavyo umekuwa kutuonyesha. uh -huh. Ni mwisho utakuwa kuvitwanga au utafanya namna gani kabla ya kutia ndani ya sombe na ni saa gani jo binastahili kuingia? Niliwaambia mbele kama tutapiga leo sombe ambayo iko ndani nyanya na mfuka. uh, tayari nimeshatia maji ya sombe kumoto na maji uh, i, inatokota nisha tia ndani mufupa, kisha mufupa tuta tutaweka sombe, tutaweka sombe ndani, tutaweka sombe ndani. Sombe tu hii iko deja tayari uh -huh. Tutaondoa jutulika, tunaiweka kwenye friji, tutaondoa ndani ya masashe, tunatia sombe zetu deja ndani ya mufupa. Tunaweka sombe kwenye friji kwa kutusaidia ili tusiende sokoni kila siku. Ile kutumia chakula wanaitia ndani ya friji, haina matokeo mabaya kwa afya ya binadamu, na nadhani haina mafaa, haina vinyume yoyote kwa ngambo ya afya, sababu naweza kusema nina mwaka na tangu tangu niko kwetu, tunawekaka tu chakula mufrigo ama mu konjelater kwa kutusaidia kujua kuekonomize chakula, kwa sababu kama vile nilisema, hali yenye tuko ndani, pesa haziko kila siku, na siku mtu amebahatisha pesa, inabidi kununua yote ambayo mtu anaweza kuwa nayo, lazima ndani ya nyumba kwa kutusaidia tusiwe wahitaji kila siku. Na wakati unanunua vile, ukiviweka mnyumba tu azarani, vitaharibika na ndio maana congelateur ama frigo inaku unatusaidia kwa kukonserve ile chakula mzuri ili isiharibiki. Bo, wamoja wanasema ya kwamba kwa kuweka chakula ndani ya friji inapunguza onjo ya chakula, lakini kwa ngambo wangu sidhani kama ni kweli yote. Inafatana na namno ulipiga. Tunaona sombe tunakuwa kwa moto e, deja ba bon, kama mtu anatia sombe mchungu, haikuwa kebia kufunika direktema, sababu sombe inakuwa kana kaodere ka mchungu. Ukifunika pale pale, ile harufu inabakiaka ndani ya chungu, na kama sifunike ni kwa kupermettre, ina wakati inatokota kale ka harufu kanatoka, na hakikisha toka ndio tunafunika sombe kwa kuepuka isibakiane kale ka harufu ka buchungu ndani ya chakula. Wakati kaija nyanya, usi safe parti ya maepise enye mm, mtu anatiaka muchungu mm. ni kitu gani ambayo inakuwa ikiongeza katika sombe? Mm. Ni kitu gani? Nyanya inaongeza ina buzuri, kama naweza na sema vile buzuri na utamu, sababu inatumikishiwa kama vile hepise na wakati unaitia ndani ya, ya sombe inaongeza unakua element enye unaongeza na ikata kusaidia kupata guu nyingine tofauti na ungepiga sombe yope. Ni kama vile tulitia mfupa mfupa, naye inaongeza utamu ndani ya sombe, hata si ndani ya sombe tu, ndani ya legume yoyote. Wakati unatia mfupa inaongeza kagu kingine, kama onja nyingine ya tofauti yangisi Ingekuwa uh -huh. Nyanya ni mboka ambayo anakuwa na kavuchungu moya hivi, kanakuwa kakisikilika uh -huh. Wakati unaweka ndani ya sombe, haiongezi kali kavuchungu ama akasikilikane wakati ya kutumia sombe ambayo imetumia ime, nyanya katika viungo vyake. Wakati tunaongeza nyanya ndani ya sombe hiyo, uchungu inapotea uh -huh. Haisikilikane ndani ya sombe, inakuwa kama vile Sijue isemenini inakua kama vile avokati. Wakati wanatumia avokati, uchungu inapoteaka kama vile nilisema. nyanya ni epsi na wakati unatia epsi yote, mchakula inabadilisha kaonja. hmm. Wengi wanakuwa wakitamani zaidi kutwanga ama kusaga viungo ya sombe uh -huh. Ila wewe umekuwa kutuelezea ya kwamba utakata viungo unazani kuwa itaingia ndani kabisa, itakuwa na guu na yenyewe yeah inafaa tofauti na ile ambayo imetwangiwa ime kwangu, mie siku wake na tabia ya kutwanga ya ku, ama kusaga maepisi ambayo natia ndani ya mali gini, sababu napendaka hiyo, uh, arufu ambayo episi inakuwa nayo ndani ya chakula, wakati unaitia kwa kukata, sababu wakati unaitia kwa kusagiwa inapotelea ndani ya chakula chakula inakuwa mm -hmm, kama vile haukutia ndani ya pisi mm -hmm. Lakini wakati unakata viungo inaonekana kwa macho na inaacha hiyo harufu umo, umo ndani mm -hmm, tofauti na kama imesagiwa, ile harufu inabakiaka kule kulisagia mm -hmm. Na wakati unakata ile harufu inasikilikana ndani ya chakula, hata mtu ambaye anapita anasikia chakula inatoa harufu mm -hmm. Tunaanza na poaro apre kusukula poaro, tunakamata mbao yetu ya kusagia epi, ya kukatia hepisi. Njo hiye tunakamata moja moja wa kukata tunaweka kwenye mbao na tunaanza kukata Imba we natusaidia, wakati unakata viungo usijikate vidole. Takumaliza kata paro, tunaweka ndani ya chungu bon. Kawaida mtu anapimaka chumvi selo kantite ya chakula anati, unatia ndani ya chakula kisha wakati chakula itakuwa tayari, mtu ana anasikiaka kama chumvi ilikolea, na wakati unagundua kama chumvi haikukolea vizuri kama vile unataka, unaongeza tena chumvi kidogo. Hapa tunataweka ndani mafuta, mafuta yetu ni ya mafuta ya mawese. inatajia sababu gani katika mapishi ya sombe watu wanafaa kutumia zaidi mafuta ya mawese? Oh, tunatumia mafuta ya mawese si kama mafuta ya kalanga, haijai ndani ya sombe yeah. Lakini huko kwetu tulizaliwa na kintira kupiga na mafuta ya mawese sombe, na bamingi wanakwambia kama mafuta mawese, yikuwe yikuwe ya mawese ndio inafaa sombe ikuwe butamu ikuwe na onjo ya mzuri ndio maana tunakuwaka na ile ya kupiga na mafuta ya mawese, lakini kwangu natumiaka hata ya kalanga na inatoka vizuri. Katika mapishi ya sombe kuna watu ambao wanakuwa akitumia mafuta ya mingi, naona mafuta kabisa inakuwa mingi katika legume. Wamoja wanasema kama njuo utamu ya sombe, wengine wanasema kama haiko vizuri, nafaa tukutia mafuta yenyewe naindana na mboga yenyewe inakuwa ukiandaa. Ni kitu gani kinakuwa kizuri, kati ya kama vile tunafahamu mafuta ya mawese? Kisha uchunguzi ulionekana kwamba mafuta ya mawese haina madhara yoyote, na kwa afya ya mtu unaweza ikula kuilambula hata na haitakuwa na shida. Wengine wanaitumia kama vile dawa kwa kutibu magonjwa mbalimbali Medecine traditionnelle inatumikishiwaka mm -hmm. Yeah, kama vile dawa mm -hmm. Kwa kutibu poaso ama sumu, kuna zingine magonjwa mbalimbali kwa mm hiyo -hmm. Sisi kondane wenye wanasema kwamba kutia ya mingi mchakula njoo wanafurahia sababu kila mtu anakuaka na jinsi anafurahia mm -hmm. Kila mtu alizaliwa iko na vitu anapenda na vitu ambavyo hapendi mm -hmm. Lakini ni vizuri kwa kuto gaspie sababu gaspiage haiko mzuri. To gaspie mafuta ni vizuri kutia um, kantite yenye inaendana na chakula yenye uko napiga. Kuna wengine ambao wanapendelea kutia agu amaonja ndani ya chakula, wengi wanatumia ka agu amaonja kwa kuweka ndani ya sombe mm -hmm. Ili iongeze harufu ya sombe, lakini kwangu mimi vinafsi situmiake sababu sipendele yake sana kutumia viungo ya, ya, ya pudre ama ya unga. mm -hmm. Kwangu sipendake, kama vile nisema kwamba kila mtu anakuaka na venye anapendaka. Mie vinafsi nawazaka na kama kitu sikuona visi balikitengeneza. mm -hmm. Sijue kilitengenezwa namna gani. Uh, sipasha kitumia zaidi kama ni kitu ya, ya kutumia ndani ya kinywa kama vile hiyo maekisi ya bunga ama ya poude uh, kwangu siku yake na hiyo tabia ya kuitumia, lakini kuna watu ambao wanaitumia onja, uh, ama gu ndani ya chaku ndani ya sombe na inakuwa ni sombe ya mzuri mm, saga na ni nijue basi utakochweka kalanga, tutasubiri kidogo sombe zikaribia hivya sababu ni kuweka kalanga directement. Kuko wakati mtu anaweka kalanga directement inenda na bana chini, inatuma chakula na inalungula na yakua tayari mm -hmm. Lakini um, inakuwa vizuri zaidi kuweka kalanga uh, sa kidogo wakati sombe zinatokota zina mm -hmm. Uh, ni kuweka kwanza mafuta ile viungo vingine ambao nilitia isha ndaweka kalanga kwa kuangalia muda Uh, minaweka kalanga, kisha wakati kidogo sombe zetu zitakuwa tayari kwa matumizi. Kisha kuweka mafuta ndani ya sombe, tunaweza sasa kufunika sombe zetu, na tunaweza sasa kuzifunika kwa kusaidia sombe ziivye na, na ile harufu ya maipishe ndani Shukrani Bi Natasha kwa mafasilio ya mapishi ya sombe ambayo umetoka kutuonyesha na viungo mbalimbali ambavyo unakuwa ukiandaa. Bi Teres, ni namna gani unaweza kuevalue par rapport na isi unakuwa ukifahamu sombe ya Bi Natasha ambayo anatoka kutuexplikia, unaona, nakua namna gani utofauti na ili ambayo unakuwa ukifahamu, antuka tofauti ni ya mingi sana mm. Mara mingi mimi kama nikipiga sombe, mina sagishaka au kutwangia sombe epise yote mule msombe. mm -hmm. si chawai jua kama ndani ya sombe banatia nyanya. mm -hmm. Lakini kwa siku ya leo, mina apprendre kama msombe banatia ka nyanya, donc ni tafauti. Niko nami na apprendre sagisi banani ba, ba ba telespectateurs watazamaji, mm -hmm, na wasikilizaji nao viko na na, mm -hmm. mm -hmm. na bi Natasha amekuwa akisema kwamba sombe inakuwa na mapishi mbalimbali. Kuna wale ambao wanatia konkombre, wengine wanatia samaki, wengine wanatia shu mm -hmm. antu kama kwangu mie, kutia nyanya ndani ya sombe ni kipya, sijawahi kujua kama sombe inaenda ndani ya nani ya, ya, ya, ya, ya sombe. Nyanya inaenda ndani ya sombe. mm -hmm. donc pour moi niko nami na apprendre ça ici, watazamaji nao wanakuwa wana apprendre. En tout cas, kwa siku ya leo tutakuwa tukifaidika mengi kupitia imapishi ya sombe. Antuka tumefaidika mengi, na tayari sombe zetu zinakuwa zikitokota zikichunga, wakati zitakuwa karibia kuwa tayari, tutaweka ndani kalanga, kama vile bi Natasha, mwaliko wetu wa siku ya leo, ambaye amekuwa akituelezea. Basi msikilizaji, kama tumekuambia kwa mwanzo, leo ilikuwa ni mapishi ya sombe pamoja na samaki ya kuchoma. Uh, na tukimaliza kipindi ya sombe, tunaenda hasa kufasiria mapishi ya samaki ya kuchoma inakuwa ikiendeka namna gani. Tutawaelezea, tutaweza tena kumkaribia Vinatasha ambaye atatuambia uh, tangu mwanzo namna gani samaki ya kuchoma inasukuliwa, eske inasukuliwa sawa na ingine ya kukalanga au ya kawaida, namna gani inakatiwa na viungo gani vinahitajika kuwekwa ndani, na namna gani ambayo maandalizi inaendea hadi pale itakapofikia nafasi muda wa kuweza kuchoma. Um, kama mtu anataka kupiga kuchoma samaki anaendaka kwanza sokoni, ananunua samaki yake ya baridi, na anauza samaki, anakuja kunumba, anatia samaki ndani ya base ama peti base. Unasukula, unatengeneza, unachukua kisu, unapalula samaki yako, unatosha maganda yote yenye imeza kuwa iko juu ya samaki. kisha kutosha maganda yote kuneza um, kama ni ya kuchoma, minapendeleaka zaidi samaki ya kuchoma ni pasule, ama kwa kusaidia ive mzuri, sababu kipiga na na hauipasule ha, inakuwaka ngumu ivye mzuri ndani na buchafu inabakiaka. Lakini minapendeleaka kuikata apa, deja tushaikata, inakuwa samika yako. Ukishaikata unakamata maepise apa, nishatwanga nishatwanga poiro, poivro, seleri, uh, tangawizo na hai iko ndani. Unakamata chumvi, unaanza na chumvi chumvi, chumvi yapa tunakamata chumvi tulapakala samakito. kwa sababu gani? Unaanzia uh, unaanzia chumvi kwa kupaka samaki. Tunaanza na chumvi sababu chumvi njoo inapatiaka chakula onjo. Hawezi, ni vigumu kutumia chakula ambayo haina chumvi kwa watu wa moja moja. So kama mtu ni mgonjwa, ambao wanakuwa na magonjwa ya tansio, wale njoo wanakataziwa kutumia chumvi, lakini kwa sisi ambao si wagonjwa tunatiaka chumvi ili ipatie samaki yetu guu. Kisha kutia chumvi, unapakala na nje. Kisha kupakala chumvi, tunakamata epise yetu yenye tushatwanga tunaweka ndani, ndani ya epise tunaweka moka mafuta kakalanga kwa kusaidia samaki isilungule mbio mbio wakati unachoma epise yetu yenye tushatwanga umo, nilisema muko poaro poavro seleri, tangawizi na hai. Tunaanza sasa kupakala kwenye samaki magirasireke, maepise inaingia ndani ya samaki awavile, naona nikifanya ikishafika kwa etape ya kumarine ku ama ya kuweka viungo, anaweza hiyo viungo yake ya putu. Kila mtu anakuwaka na viungo yenye anapendeleaka zaidi, anaweka anaweka juu anaweka juu, anaacha muda kidogo, kwa kusaidia viungo iingie ndani ya samaki vizuri kama ilivyo. Kisha muda kidogo kama vile dakika makumi tatu, unaweza kuchukua samaki yako. Kama unapendelea kuchomea ndani ya fuu, unatia ndani ya fuu

Me napendezaka kuitiako tomate na broso kama mpiku a broso ya nyama, batuna broso ndio maana tunatumikisha ikanya. Batunageuza sasa samaki yetu makalia na oku uku okay. minji

Samaki yetu imeshakuwa tayari kukuliwa. Tayari samaki kukuliwa, msikilizaji na mpendelevu wa kipindi Msosi wa Kwetu, mtazamaji pia wa Uwezo Media. Kuna channel YouTube tunafika mwisho wa kipindi Msosi wa Kwetu kwa siku ya leo. Maandalizi yetu imekuwa sombe, sombe ambayo inakuwa na mfupa na viungo mbalimbali kama vile nyanya na pia samaki ya kuchoma mwaliko wetu Natasha, madamu Natasha ametufasiria namna gani antuka mapishi ya sombe inakuwa mwanzo hadi mwisho, na maandalizi ya samaki ya kuchoma hadi mwisho, ambako tunakuwa deja na matokeo ambayo ukitazama tuona ya kwamba ni matokeo mazuri. Sisebashwira ni mimi, tumekuwa kwa utangazaji pamoja naye Bi Marie Teres Chito, Bi Marie Teres Chito. Uh, matokeo unaiona namna gani? Matokeo antuka ni sava resultat, hmm. hata wewe pekee ukiangalia tu mm -hmm. unaona gisi samaki kovutamu hau yaonja, unaona <laughs> tumake kuonja antukaa, mm -hmm. ni vitu vingine mm -hmm. donc, antuka tunafika mwisho wa kipindi yetu, samaki inakuwa tayari vilevile na sombe nayo mm -hmm. inakuwa tayari mm -hmm. na kama vile accompagnement kama vile accompagnement, nadhani kuwa wasikilizaji, kila mtu anakuwa na preference zake. Mi hapa ni fufu mm -hmm. Bull national, Boul national. <laughs> na mi hapa ni wali. Wali. Wali. wali wali wala bihai wala mandizi. Antuka bisamunyo ya simple e, <laughs> kabisa, ivalitokotesha tu wakati amo mm -hmm. ukachuvika kidogo mm -hmm. juu ya ile sombe yetu me mm -hmm. antuka resulta ziko bien sana. Mpendo wa msikilizaji, tunazani ya kwamba uliona kwamba tumeandaa onyo ambayo itaenda kusindikiza samaki atuitia, sababu kuna watu ambao hawapendi onyo kwa mtu mkula kama tungulu au bichi, mm. Ndio maana kama unakuwa kiandaa, unaweza andaa onyo yako na tia pembeni kwa preference. Mwenye anataka kuikula atakuwa akiongoze akiongezea, na mwenye hataki naye atakuwa anajipata. Chakula hii pia tunadhani ya kwamba inaweza andaliwa kwa watu wa regime mbalimbali, okay. Sababu haina mafuta na ukitaka, mm, utatia chumvi maana ni chakula ya watu yote. Hmm. Tunashukuru basi Bi Natasha Balegamili ambaye amekupokea kwa kipindi Msosi wa Kwetu, ambaye amekuwa akikujia na mafasili ya mingi. Tunashukuru pia fundi mitambo wetu Sami Bane. Tunakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wa kipindi Msosi wa Kwetu kwa hili. Kwa hili. Msosi ya kwetu ni kipindi ambao ina lengo ya kujulisha watu namna gani mapishi inafanyika ya hapa na pale, mapishi ya iki na kile. Ndani mm, ya kipindi hiki tutajua gisi ya kupiga msosi ya bien, namna gani kuchanga viungo ama maepisi. Tutajua pia namna gani chakula za mila zetu zinapigwa msosi.